Nafikiri tumejiandaa vizuri, tumekuwa na siku kama tisa hivi e, e, baada ya kucheza mechi yetu ya mwisho e. So far tumejaribu tukarekebisha zile makosa tuliona kwa mechi zilizopita. Nafikiri vijana a, kufikia sahizi wako sawa na wako redi kucheza mechi kesho na kuweza kupata matokeo nzuri. Hatuna any injury, tumekuwa focused kwa hizo siku tisa na ukiangalia uh, sisi tunafurahia kurudi nyumbani kwa sababu kwa mechi sita zile tumecheza, tano zimekuwa za ugenini, so nafikiri hiyo pia imetulet down kidogo but, sasa tunafurahi tena tumerudi nyumbani na tuko ready uh, kufanya kazi nzuri uh, kesho. Changamoto sa zile umefungwa ni, ni, ni simple Uh, moja ni kwamba uh, umefanya makosa ndio ukafungwa bao. Pili ni kwamba mmepata opportunities zenyu nafasi na, na mkuzitumia vizuri, so hiyo ndio uh, problem tulikuwa nayo last time, so tumejaribu tumeisolve. Uh, so kesho tuko ready sasa kwenda kuona vijana wataimplement aje ndani ya kiwanja, kwa sababu at the end of the day Uh, sisi kazi yetu ni kufundisha then uh, players wana implement yeah. Uh, nafikiri waendelee ku support team na uh, vile nimekuambia ni vizuri ya kwamba tunarudi nyumbani baada ya mechi tano za ugenini, so nafikiri tuko na furaha kama team Tumejiandaa vizuri. Kesho tutakuwa mbele ya mashabiki wetu, tunawaomba waendelee kuja na kutusupport kwa, kwa vile wamekuwa kifanya tukiwa nje wakituombea, so kesho ni wakati tena yao ya kuja kutuona live tangu tucheze mechi ya pili ya league. But mpira all over ni speed, but speed saa gani? So haijabadilika ni ile speed, ni speed saa ngapi? Huwezi kuwa na speed na una mpira, si ndio? But ukiipata utatumia speed then again, inategemea na mfumo wa wapinzani wako. Speed sa zile wamekaa nyuma, utataka kupata hiyo space ya kupiga speed namna gani? So kila tukio kuna vile inakuwa handled kwa mechi. So hatuwezi kuwa sisi tunacheza hii mpira vile unasema ya piga, umesema nipiga piga gwaridi, hapana, mpira gwaridi. Mpira gwaridi. Kuna mpira kama hiyo nami, tumejiandaa vyema na vye e, tuko tayari kwa ajili ya mchezo ni kweli tumeenda ugenini, tumeweza kupoteza michezo yote miwili. Ni kwa namna moja ama nyingine, hata sisi kama wachezaji imeweza kutuumiza, lakini hatuna namna nyingine, na sasa tumeweza kurudi nyumba, kurudi nyumbani. Tunawahitaji sana mashabiki zetu waweze kuwepo, waweze kutupa nguvu, ili tuweze kufanya vyema katika mchezo wa kesho. Always lazima tuendelee kuhamasishana kwamba tumeshapoteza, hatuna namna nyingine. Tumeanguka, hatuwezi kuendelea kubaki chini, lazima tuinuke, tuendelee na safari tunahitaji kuinuka tena, tunahitaji kuipigania timu yetu ili iweze kufanya vizuri kama timu zingine zinavyofanya vizuri. Mashabiki wetu tunawaomba, na tutazidi kuwaomba wasitukatie tamaa. Bado ligi imeanza, na bado tunaendelea kufuzana, naamini tutafanya vyema. Waendelee kuja uwanjani, waendelee kujaa uwanjani, waendelee kuja kwa ajili ya kututia nguvu na morali, ili tuweze kufanya vyema zaidi.